Ibada ya njia ya msalaba. Njia ya msalaba mioyoni mwetu, kituo cha pili: Yesu anachukua msalaba. Tutafakari nafasi ya msalaba katika maisha ya Mkristo. Msalaba ni nini? Ni alama ya ukombozi kwetu sisi Wakristo Wakatoliki. Ni kitulizo katika maisha, ni shule inayotufundisha upendo usio na kikomo aliouonesha Mungu kwa binadamu. Msalaba ni changamoto ya maisha yetu, ni bendera ya ushindi dhidi ya utawala wa shetani, ni mateso, kuyavumilia mateso. Injili ya Luka sura ya tisa aya ya ishirini na tatu sura ya kumi na nne aya ya ishirini na saba Ni daraja la kwenda mbinguni ni kiunganishi chetu na Kristo. Yesu alisema, nitakapoinuliwa juu ya nchi, ndipo nitakapowavuta wote kwangu. Injili ya Yohane sura ya 22 aya ya 32. Kwa sababu hiyo, Wakristo fahari yetu kubwa ni msalaba wa Yesu uliotumika kutuletea wokovu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya sita aya ya 14. Ni ukweli usiopingika katika imani yetu kuwa Yesu alisulubiwa msalabani na kwa kifo chake msalabani sisi sote tumekombolewa kutoka utumwa wa dhambi na mauti. Injili ya Mathayo sura ya 27 aya ya 32. Injili ya Marko sura ya 15 aya ya 21. Injili ya Luka sura ya 23 aya ya 26. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya pili aya ya nane. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya kwanza aya ya ya 20. Na waraka kwa Ebrania sura ya 12 aya ya pili. Yesu hakushurutishwa kubeba msalaba wake bali aliubeba kwa hiari yake kwa sababu ya mapendo yake kwetu na utii wake kwa Mungu Baba katika mpango wake wa ukombozi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya pili aya ya nane. Kabla Yesu Kristo kuja duniani, msalaba ulikuwa ni adhabu kwa wahalifu. Watu waliotundikwa juu ya msalaba walihesabika kuwa ni waliolaaniwa. Kumbukumbu la Torati sura ya aya ya 22. Vile vile ilisabika kama ni aibu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura ya tatu aya ya kumi na tatu. Hivyo basi, watu ambao hawakujua maana mpya ya msalaba katika Kristo walitaka Yesu aukimbie, kwa njia ya kumdhihaki ashuke chini ya msalaba, Injili ya Mathayo sura ya aya ya 40. Ujumbe juu ya msalaba ni nguvu ya Mungu kwa wale walio katika njia ya wokovu, lakini walio katika njia ya upotevuni, kwao ni upumbavu. Waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza aya ya 18 hadi aya ya 19. Matunda ya msalaba wa Yesu Kristo kwa njia ya msalaba binadamu wote wamekombolewa. Aliwapatanisha watu wote na Mungu na wanadamu kwa wanadamu na akaufisha uadui wao juu yake. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya pili aya ya kumi na sita. Alituletea amani yetu kwa njia ya msalaba wake. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya kwanza aya ya ishirini. Alifia dhambi zetu msalabani. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya pili aya ya 14. Sisi pia tubebe misalaba yetu tumfuate Kristo. Yesu Kristo alisema: Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake anifuate, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 24 hadi aya ya 25. Kila mmoja ana msalaba wake wengine wana misalaba ya wajibu. Injili ya Matayo sura ya 10 aya 38 na Injili ya Luka sura ya 9 aya ya 23. Msalaba huu ndio uliomfanya Musa aliye, halikadhalika Yeremia, halikadhalika Yesu Kristo alipokuwa katika bustani ya Getsemane, Injili ya Luka sura ya 22, na pale Golgotha alipokuwa juu ya msalaba. Tumepewa wajibu katika familia, ndoa, serikalini, katika kanisa na kadhalika. Huko kuna magumu tunayokumbana nayo, tuyabebe kishupavu, kwani hiyo ndiyo misalaba yetu. Katika kila wajibu kuna msalaba, hatuwezi kukimbia msalaba. wengine wana msalaba wa mateso, magonjwa, umaskini usio wa makusudio, dhuluma kwa wakinamama na wajane, vibarua na kadhalika. Tusiache kupeleka kwa Yesu hiyo misalaba yote katika maisha. Msalaba anaweza kuwa jirani yako, mume wako au mke wako, kati ya wanandoa watoto na kadhalika. Hayo mateso ndiyo misalaba yetu ya hapa duniani, tuibebe. Kubeba msalaba kunahitaji uvumilivu, upendo na unyenyekevu. Tukitaka kufika mbinguni, lazima tubebe misalaba yetu. Tupo katika ulimwengu wa watu wanaokimbia msalaba na kufuta kabisa nafasi ya msalaba sisi Wakristo, msalaba ni sehemu kamili ya safari yetu. Hivyo basi sisi kama Wakristo tuwenzi namna gani msalaba wa Yesu Kristo? Tufanye ishara ya msalaba, ukumbusho wa fumbo la ukombozi wetu, tununue misalaba. Ni silaha dhidi ya shetani ambaye Yesu alitumia kumshinda tuambatanishe mateso yetu na Yesu Kristo, tumuombe daima atilie wepesi misalaba yetu. Tuikatae misalaba isiyo ya faida, mfano uvivu, imani za kishirikina na kadhalika. Mateso mengine ni matokeo ya sisi wenyewe, pia haya hayana nafasi katika ukombozi, basi tuyaepuke. Misalaba ya kweli ni ile iliyo nje ya uwezo wetu. Lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Waraka Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya sita aya ya kumi na nne. Imeandaliwa na Adriano Mgaya na kusomwa nami Julius mwana wa John mjukuu wa Lindo. Tumsifu Yesu Kristo.